Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Siku ya jana ilisambaa picha mjongeo zikimwonyesha mbunge wa Geita Joseph Musukuma eh, akizichapa kavu kavu na inayesemekana eh, ni mwekezaji katika eneo la CCM Katoro huyu hapa mbunge wa Geita Joseph Musukuma akielezea zaidi nini ambacho kilichokea katika eneo hilo. Kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro amechukua eneo la CCM akawekeza, alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine, eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa Uh, sikushiriki, pengine sikupata mwaliko wa, sikuwepo. Walioshiriki walishiriki. Baada ya kushiriki, anasema ana mkataba, lakini ukiuliza mkoani hawaelewi, ukiuliza HQ taifa hawaelewi, huko kwenye baraza la wazamini hawaelewi, kama tulienda kwa katibu mkuu, naibu katibu mkuu akasema hawaelewi, kama sekretarieti haliwezi kwenda juu, lakini sisi haya ya Chama cha Mapinduzi na biashara yao Hatu hatu hatu hatu ulizi. Lakini mimi nimekulia Katoro naifahamu, nimekulia huko, nimekuwa mwenye kituo na chama, nilikuwa mwenye kituo mkoa. Ni mji mkubwa na ni wana CCM wengi, na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo, tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira watoto jioni na nini, mazoezi ni afi. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za akuwa, kanazo kamilika, kwa kanazo ziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa, ikatokea ile vurugu zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini, zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchomwa, yeye baada ya wiki moja kareta greda akaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote anajua, yeye na mtu mmoja mwenyekiti, sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi wakaanza kubomoa, ndio ugomvi ulipoanzisha ulipoanzia wale watu wa serikali wakamwambia, "Wewe kama unasema umepewa hili eneo, hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa?" Anawambia, mi nafanya kazi na Ikuru, mi nafanya kazi na mkoani, mi nafanya kazi na wilayani. Tukaona hayo maneno, ikiguswa Ikuru ni sehemu kubwa sana takatifu, kila mtu tunaitegemea, ni sehemu ya haki. Tukasema sasa sisi, hali mashauri, hatuwezi kuamua. Makao makuu ni vizuri twende tukaone eneo, lakini nyinyi hali mashauri kama wataalamu, kwanza mtuletee vibali pale kuna jengo sijui maduka 500 kuua kabisa ule uwanja, na tunauliza halmashauri, alternative kama unaua ule uwanja, mnapeleka wapi? Na Katoro hapa mnafahamu kuna majanga ya moto, mji umejaa, lakini kuna michezo pale. Ili uue ile ile uwanja, kama mmiliki kaamua kubadilisha matumizi, kwenye mchoro inaonyesha ni uwanja wa mpira football. Sasa nyinyi kama mmeruhusu huko ndani abadilishe, mtuambie alternative yake mmepeleka wapi? Wakasema sisi kweli kuna barua ililetwa na katibu wa chama cha mapinduzi wilaya. Baada ya kuleta tukaijadili kwenye tafasiri ya sheria, hairuhusiwi kubadilisha eneo la mpira la kiwanja, kulibadilisha kulipeleka kwenye maduka, ikashindikana. Hatujaijibu, tunayo. Tukawaambia tupeni, lakini kuna barua nyingine ambayo inaiomba, ina yani, sisi e, chama cha mapinduzi wilaya ya Geita kinaiomba halmashauri ya Geita barabara yaani, wanaomba kwenye eneo la serikali ambapo kuna ofisi za mji wa serikali hizo zilizochoma watengeneze barabara kuingia. Hatujazijibu kwa sababu tafasiri inakataa kubadilisha kiwanja cha serikali, kina hati haiko hapa, hatuwezi kutoa. Tumefika tumeona eneo tukahitaji, bahati nzuri mwekezaji ni mme wake na diwani wakata, tukaenda pale tukakuta kimeshawekwa kiwanda cha tofari ili ufungue kiwanda cha tofali pia kunahitaji leseni. Ni biashara ndogo lakini inahitaji leseni ndongo, leseni pembeni, kisima na utaratibu. Tukaenda pembeni tukakuta kisima, kumeletwa lori linachimba kisima. Tukawauliza wale watu wanaochimba kisima, kisima nyinyi mnachimba kisima, mna kibali cha kuchimba kisima? Mmeripoti popote? Akasema kibali hatuna ila sisi tumeletwa na, anaitwa, ni, ni nani Dashidi ni nani, ni mwekezaji hey alikuwa amekaa kama watu wa 15 na ameona serikali tumeenda na msafara wa magari ya serikali watumishi kama 30 tukasema basi njoo tuzungumze na wewe utujibu hoja tunamuita amenyamaza tunamuita amenyamaza sasa unajiuliza ni dharau ya kiasi gani watu wote hapa kila anayegusa lile eneo anafukuzwa kazi anaondolewa lakini ukirudi kwa mwekezaji kabla hujapata kibali huruhusiwi kujenga mradi wa project maduka mia tano hauna kibali hauna kila kitu, alafu antacha kila anayeenda anafukuzwa. Na sisi tukataka tujionee. Tumefika pale tunamuuliza ametuzarau, tukamfuata bwana, tunakusemesha. Kwa hiyo tumechukua maamuzi kama halmashauri, tumeamuru leo waandike barua ya kusitisha ujenzi mpaka pale taratibu zitakapokamilika. Lakini tumekubaliana wafungue shiti. Majengo manne ya, ya serikali yamevunjwa na mwekezaji haijalishi yamechomwa, lakini hatujampa ya kibali cha kubomoa yale majengo. Yana taratibu zake, tuje tujilizishe kwenye athari, halafu tutenge budget, tujenge tutengetujenge kesha yabomoa, tufungue chaji ya kumdai kwamba kwa nini amebomoa majengo ya serikali ili tu apate njia maduka ya jenge. Na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike Tugenda TV kwa habari na matukio mbali mbali. Mimi ni mwana CCM. Mimi nimeingia serikalini huko kutoka CCM. Nataka nione hiyo jeuri yake. Yaani sisi Na shia wewe wewe, watu wengi kitu. Wewe sio mungu wa wilaya wewe, wewe ni mungu wa wilaya, kwa usiende kwenye maeneo yako yako, unaingilia maeneo ambayo sio yako kabisa maeneoya naingila mane mbayn